Nashukuru. Uh, tumetoka kwenye mkutano wa hamsini na saba wa Bandarini SACCOS, mkutano mkuu. Maana yake Bandarini SACCOS imekuwepo miaka hamsini na saba uh, na huku ndani nimekuja leo kama mgeni rasmi na nimesema miaka hamsini na saba ni umri wa mtu mzima, wengine wana wajukuu, wengine wana vitukuu. Nimewapongeza sana kwa hatua walioipiga. Nimesikiliza sara yao waliojiwekea, imejaa uadilifu, imejaa masuala mengi, nayo yasema kuhusu uongozi wa kimkakati. Nimewapongeza kwa hilo kwa sababu bila uadilifu chama hiki hakiwezi kuendelea, lakini ukweli wa kwamba kimekuwepo miaka hamsini na saba ni ishara ya uadilifu na utendaji bora na uongozi bora na utawala bora. Mimi ninazidi kuwapongeza. Watakapokutana kwenye mkutano mkuu wa hamsini na um, nane, wao wamepiga hatua kubwa sana, uh, kutoka hapa walipo. Nimefurahishwa na organization yao kwa maana ya uongozi, kamati zao, jinsi fedha zinavyotunzwa jinsi fedha zinavyowekezwa kwa ajili ya kuzalisha zaidi, lakini nimefurahishwa pia kwa uh, bidhaa au products walizozindua leo. Wamezindua kadi ya visa ambayo wameshirikiana na benki ya DCB, lakini wamefungua na app yao kurahisisha upatikanaji wa taarifa na upatikanaji wa bidhaa zao. Nimevutiwa na mimi labda naweza nikajiandikisha nika kuwa mwanachama wao. Kwa kweli, nawaomba saccos zingine, kwa maana mwezi uliopita nilikuwa nao Arusha, karibu zote, lakini nadhani Bandarini SACCOS ni saccos ya kupigiwa mfano, ni saccos ya kuibwa. Nawaomba saccos zingine wajifunze kutoka kwa Bandarini SACCOS.